una mipango ya mbeleni ya kuelekea nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za umoja Ulaya pamoja na nchi ya Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko hapo chini. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka vuta ni kuvuta imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya eh, Iran pamoja na nchi ya Israel, pamoja na kwamba kuna ushiriki wa kiasi fulani wa nchi ya Marekani katika mchakato huo tukiangalia uh, movement ambazo zimekuwa zikiendelea sawa sawa, kutoka katika pande zote mbili, ni movement ya evacuation order, ni movement ya watu kutakiwa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nchi ya Israeli walitoa amri ya, ya watu kuhama kutoka katika wilaya namba 18, manispa namba 18 inapatikana katika mji wa Teheran, kwa kuzingatia mji wa Teheran una manispa takriban 22 na hii ni baada ya evacuation order ya kwanza ya kuwataka watu wahame kutoka katika mji katika manispa namba tatu. Manispa namba tatu ambayo ilikuwa imebeba muhimu wa aina yake, kwanza ikulu ya rais na kutikana katika sehemu hiyo, pili baraza kuu la kiusalama ambalo lina, lina liko chini ya Ali Khamenei inapatikana sehemu hiyo, lakini vivyo makao makuu ya idara za kiusalama kama za IRGC pia inapatikana katika wilaya namba tatu au manispaa namba tatu. Kuhamisha oda katika manispaa namba kumi na nane inaashiria umuhimu wa manispaa namba kumi na nane. Manispaa namba kumi na nane ni manispaa ambayo inabeba sehemu ya viwanda viwanda, ambavyo vingi, wakati mwingine, vinahusianishwa moja kwa moja na harakati za kiusalama au za kijeshi za nchi ya Iran, lakini kubwa zaidi, vipo viwanda ambavyo vinahusika katika kutengeneza centrifuge maana yake zile chub ambazo zinatumika katika kuchakata baadhi ya uh, aidha ni madini au ni sehemu ya urutubishaji wa uranium ambomako ukiendelea kufanywa na nchi ya Israel. Kwa hiyo, cha kwanza ilikuwa ni evacuation order, ni amri ya watu kuhama kutoka katika wilaya au manisipa namba kumi na nane. The same ways uh, uh, Major General uh, Abdul Hamid ambaye ni mkuu wa majeshi wa nje a Iran naye ilitoa oda watu wahame kutoka katika sehemu ya Haifa na sehemu ya mji wa Tel Aviv. Kutolewa oda watu wahame sehemu ya Haifa, ni baada vilevile ya mashambulizi kufanyika katika mji wa Haifa na kufariki takriban watu watatu waliokuwa karibu na sehemu ya, uh, ya kuchakata mafuta manake katika ile tanki la mafuta. Sehemu ya Haifa inabeba umuhimu wa namna yake. Kwanza ni sehemu ya bandari yenye kutegemewa zaidi katika nchi ya Israel lakini vilevile vile, kuna vituo vya polisi, kuna center command kubwa ya polisi ambayo inasimamia upande wa kaskazini, lakini vile vile ni sehemu ambayo inakusanya viwanda vingi, viwanda vya kuchakata gesi, vya kuchakata mafuta, lakini vile vile viwanda vya kemikali. Kwa hiyo ni mji ambao una shughuli nyingi, lakini vile vile katika sehemu ya Tel Aviv ambayo vile vile umuhimu wake unajulikana kiachilia, ambayo ni mji mkuu wa kibiashara, lakini siri nyingi au shughuli nyingi za kiserikali zinafanyika katika mji wa Tel Aviv hiyo ni miji ambayo watu wamepewa oda, wanatakiwa wahame. Kwa hiyo hii ni hali ya kufanana katika sehemu zote mbili, na lengo lake kubwa inaonekana ni kupeleka ujumbe unaofanana, ikiwa ni wa kisaikolojia, basi kila upande una lengo la ku au kuifuta ile hali ya psychological, torture, au adhabu ya kisaikolojia ambayo inataka itengenezwe na upande mwingine, kwa sababu tumeshuhudia mara nyingi uh, Okay, pande zote mbili. Nchi ya Israel walifanya mashambulizi katika sehemu ya Najaf Faraji. Najaf Faraji ni makao makuu ya polisi yanayopatikana katika mji wa Teheran kwa hivyo walifanikiwa kufanya mashambulizi katika sehemu hiyo, kufanya mashambulizi katika sehemu ya kituo cha polisi ina indicates, au inatoa ishara ya kwamba lengo kubwa sio tu kwamba ni target muhimu kwa kuzingatia yeah. Uh, polisi ni sehemu katika jeshi lakini vilevile vile ni kukusudia kuiharibu, kuharibu mfumo mzima wa usimamiaji wa sheria katika sehemu husika, kwa kuzingatia kwamba uh, Israel, moja katika malengo yao makubwa ilikuwa ni kwamba utawala ulioko madarakani unatakiwa uondoke. Sheria zilizoko sasa hivi, maana yake zina wasimamizi, wasimamizi wa utekelezaji wa sheria, maana yake ni polisi. Kwa kushambulia katika sehemu ya kituo cha polisi, kwanza ni kuvunja uh, order iliyopo, ukiachilia mbali kwamba ni sehemu ya potential target, target muhimu katika upande wa mizozano ya, ya kijeshi. Lakini vile vile baada ya kushambulia katika sehemu ya Najafaraj kuna mashambulizi mengine ambayo Uh, inafahamika kwamba Israel waliyafanya waliyafanya katika uh, sehemu ya uh, Imam Hussein University, chuo cha Imam Hussein, chuo ambacho Israel imekishtumu moja kwa moja kina uhusiano na IRGC ile idara ya, ul, ya ulinzi ya nchi ya Iran, ukiachilia mbali hapo imekuwa, uh, kwamba kinaunganishwa moja kwa moja na program ya nuclear, ambayo imekuwa ikiendelea katika nchi ya Iran. Na hii inaonyesha kwamba ni chuo, wataalamu, au mwingine, uwezo, ya nuclear, nuclear, katika nchi Iran, lakini asa nchi Iran, ya Iran imeshambulia katika sehemu ya Khorasan. Sehemu ya Khoraj Complex ni sehemu inayomilikiwa na jeshi pia la nchi ya Iran, pamoja na kwamba na ni kwa sehemu ambayo kumekuwa na taarifa uh, za kuonyesha kwamba sasa hivi hakuna shughuli zinazoendelea. Na hii ni kwa sababu mwaka jana, takriban kwenye mwezi wa nne, wakati uh, Iran na Israel wanafanya kushambuliana, moja katika sehemu ambayo Israel ilishambulia ilikuwa ni katika Khoraj Complex, lakini vile vile mwezi wa kumi, wa kena mzozo tena, tena mwaka jana alishambulia tena katika sehemu ya kompleks. Kwa hivyo inaonekana kwamba shughuli pale zimehama. Kwa hivyo kitendo cha kushambulia katika kompleks, kama kweli watakuwa watu wamehama au hakuna shughuli zinazoendelea pale, itakuwa inaashiria faida walioipata Iran kwa kupambana na majasusi waliokuwa ndani ya nchi ya Iran. Kwa tafsiri hiyo, inawezekana kwamba Israel taarifa walizozipata na kuzifanyia kazi ni taarifa ambazo ni za zamani, sio taarifa za sasa hivi, na hii ni kwa sababu ya zoezi ambalo limekuwa likiendelea la kupambana na majasusi ndani ya nchi ya Iran. Lakini ikiwa kinyume chake kwamba kuna shughuli ambazo zinaendelea, maana yake itakuwa ni sehemu ya faida ya inteligensia ya, ya nchi ya Israel. Vile vile katika upande wa Iran, na wenyewe pia walifanya mashambulizi mashambulizi hasa yalifokasi katika sehemu ya Aman Intelligence Center, senta ya kiintelijensi inajulikana kama Aman ambayo inapatikana katika sehemu ya Glilot. Sehemu ya Glilot, sehemu ya Glilot ni sehemu muhimu kwa sababu ni sehemu ambayo inakusanya vituo vingi vya idara za kiusalama katika sehemu moja. Sehemu ya Glilot ni sehemu inayopatikana kaskazini ya mji wa Tel Aviv. Kwa hivyo walishambulia katika hedkota ya Mosad ya Aman uh, Intelligence Center, mashambulizi katika sehemu ya headquarter ya Mossad. Hii ni kuonyesha intelligence capacity, uwezo wa kiinteligensia wa nchi ya Iran kuweza kutambua sehemu muhimu ya kushambulia, kwa sababu sehemu ya Mossad au kituo cha Mossad au idara ya Mossad, idara ya, ya intelligence ya nchi ya ya, ya Israel imekuwa ikihusika katika kuconduct operation nyingi, operation za ki uh, maana yake za kimtandao na operesheni zingine za, za kawaida, pamoja na kwamba kituo husika kinasaidia kwa upande mmoja mwingine kwenye ku facilitate au kwenye kutoa baadhi ya vifaa ambavyo vinahitajika katika baadhi ya operesheni za kiinteligensia, ukiachilia mbali kuunganisha, kutengeneza mnyororo mzuri baina ya group moja na group lingine ambao wanakwenda kufanya operation moja au operation lakini, actually katika sehemu kama ni muhimu, kwa, kwa mfano idara kama unit namba na ambayo inahusika katika kuchakata kukusanya baadhi ya taarifa uh, kuzifanyia yani, kuzichambua zile taarifa na kuzitengenezea uelekeo hii ni kazi ambayo inafanywa na intelligence center ya elfu nane mia mbili ambayo inapatikana pia katika sehemu ya Glilot, lakini vilevile uh, kuna sehemu uh, kuna center nyingine ya bahad uh, 15. Nikisema bahad 15 maana yake ni, ni, ni ni academy ni military academy, ni chuo cha kijeshi ambacho kinatengeneza vijana Israel, wa kiisrael ambao mwisho wa siku wanakuja ku take over, wanakuja kuchukua sehemu ya majukumu katika unit namba elfu nane mia mbili ambayo ni intelligence unit, lakini vilevile kuna sehemu ya Dayan Dayan. Uh, akademi na yenyewe manake ni, ni sehemu pia ya chuo cha kijeshi katika nchi ya Israel, lakini sehemu ya Dayani ni sehemu ambayo mara nyingi inapokea watu ambao kidogo level inakuwa ni ya juu, aidha wameshatumika katika unit namba elfu nane na mia mbili na kisha baada ya hapo wanakwenda katika sehemu ya Dayani. Sehemu ya Dayani maanake ndio sehemu ambayo inatengeneza uh, intelligence officers, wale maafisa wa intelijensia ya nchi ya Israel ambao actual aidha wanakuwa ni mabingwa katika upande wa kutengeneza mipango lakini vilevile wanakuwa ni mabingwa katika upande wa uongozi, vile vile wanakuwa ni mabingwa katika uh, michakato mizima ya zile operation za nchi za nchi ya ya, ya Israel. Kwa hiyo automatically, uh, Iran kushambulia katika sehemu hii maana yake ni kwamba wana taarifa za kutosha kuhusiana na sehemu husika, na mashambulizi waliyofanya katika hiyo headquarter, maana yake ilikuwa ni potential target na waligusa moja kwa moja katika sehemu husika na automatically manake, is, uh, Iran wanakuja wanatengeneza historia kwamba sehemu kama ya Glilot ni sehemu ambayo iko very sensitive, ni sehemu ambayo hayajai kuguswa kwa urahisi, lakini kama wamefanikiwa kufanya hiyo operation, maana yake ilikuwa ni moja katika successful operation, operation ambayo ilikuwa imefanikiwa. Lakini pia hili linatupa ishara kwamba uh, uwezo wa kinteligensia wa nchi ya Israel ni uwezo ambao unatokana na mchakato hautokei sehemu moja kwamba ghafla mtu akawa ni bingwa au akawa ni mzuri katika upande wa intelijensia. Maana yake, kuwapata watu ambao wako well trained professional, watu ambao wameandaliwa vizuri, kuna mchakato ambao unaweza kuona kwamba kuna center moja inakusanya uh, vituo takriban ni vitatu ambavyo mtu akitoka katika stage ya kwanza anaweza kaenda katika stage ya pili na mwisho akaenda katika katika stage ya tatu. Lakini vile vile uh, umefanya mashambulizi katika uh, center ya Meron. Senta ya Miron ni senta ambayo inapatikana katika Mount Miron, katika mlima Miron ambao unapatikana kaskazini mwa nchi ya Israel. Ni kama kilomita nane chini ya mipaka ya Israel na nchi ya Lebanon. Senta uh, ya Miron ni senta ambayo uh, Iran wameshawahi kuishambulia uh, siku za nyuma kidogo I mean uh, sio Iran moja kwa moja maana yake ni Hezbollah walikuwa wakishambulia mara nyingi. Kwa hiyo, vile vile imefanyika mashambulizi katika sehemu katika sehemu ya ya, ya Miron. Ukiachilia mbali uh, baadhi ya tatizo zingine ambazo zimeonekana katika katika baadhi ya, ya maeneo ndani ndani ya, ya Israel, lakini hizo zilikuwa ni tunasema ni highly potential targets ni moja katika uh, target ambazo zilikuwa ni, ni, ni muhimu zaidi lakini ukiachilia mbali uh, sehemu ya ya ya, uh, vuta ni kuvute ya attacks au mashambulizi ambayo yamefanyika katika pande zote mbili, pamekuwa pia kuna michakato ki ya kidiplomasia ambayo actually imekuwa bado haiwe haitoi jibu la moja kwa moja ya kwamba diplomasia kama inaweza ikafaulu katika, katika hili. Kwanza kabisa, uh, ni kauli ambayo imezungumzwa uh, na, na Rais Donald Trump ya kwamba wame uh, uh, wame kwa wa Iran wameniomba tukae chini tuzungumze uh, lakini muda umeshaisha. haitumia kauli ya namna hiyo uh, kauli ambayo Iran wameikataa, sema si atuje muomba Donald Trump chochote kuhusiana na swala la mazungumzo, kwa maana ya kwamba Donald Trump kauli yake ilikuwa ni kauli ya kuandamana ya kuwadhalilisha Iran, lakini Iran wakawa wame refute hiyo kauli, lakini vile vile uh, tunasema kwamba diplomasia inaweza isiwork out Yani bado inatupa shaka kwamba kama inaweza ikafanya kazi vizuri kwa kuzingatia kwamba takriban kama siku moja nyuma rais uh, alimpigia simu Donald Trump akimwambia kwamba yuko tayari kuweza kumediate, kuwa ni kama msuluhishi baina ya mgogoro wa Iran na Israel, lakini Donald Trump alichomjibu akamwambia itakuwa vizuri zaidi kama tutaanza kumediate mgogoro baina yako wewe na nchi ya Ukraine. Ukiachilia mbali hapo, Manuel Macron amezungumza, amezungumza kwamba baada ya kutoka katika G7, mkutano ambao unawakusanya na kusanya nchi tajiri zaidi duniani, amezungumza akasema kwamba kusudia kutumia jeshi ili kuiangusha serikali iliyoko madarakani ya Iran, bila shaka hili ni kosa la kistratejia. Hili ni kosa kubwa la kistratejia. Kauli ya Emmanuel Macron inaashiria kwamba upande wa nchi za Magharibi unatofautiana katika upande wa opinion, katika upande wa mawazo kwamba ndio maana Emmanuel Macron anaona hivi, lakini wengine inawezekana wanaona vingine. Ukiangalia kauli ambayo imezungumzwa na kansela wa nchi ya Ujerumani eh, Friedrich eh, Merz amezungumza kwamba uh, Iran wanatakiwa wademolish, wanatakiwa waharibu programu yao yote ya nyuklia ikiwa hawatofanya hivyo tunafahamu kwamba Israel hawezi kuikamilisha hiyo kazi peke yake, itabidi na sisi tuende tukamsaidia. Kwa hiyo wakati Manuel Macron anazungumza kwamba njia hiyo haiwezi kufanikiwa, uh, Fredrik Merzi anaonyesha utayari wa kwamba kwenda kumsaidia Israel, lakini vilevile nchi ya Marekani uh, imekuwa haina majibu ya moja kwa moja kuhusiana na kipi endako kifanyike katika katika katika sehemu ya ya ya, ya mgogoro baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Badala yake kauli ambayo ilizungumzwa na Donald Trump ni kauli ambazo zimekuwa zikibadilika siku baada ya siku. Mara ya kwanza wakati Israel imeanza kufanya mashambulizi, kauli aliyotoa ilikuwa ni kauli ya furaha kwamba niliwaambia tuingie katika deal, mmekataa, sasa oneni ambacho kinachotokea kina lakini baada ya upepo kidogo kuonekana umegeuka, akazungumza kwamba matakaa watu waingie kwenye deal, lazima Iran waje waingie kwenye deal. Sasa hivi hali imekuwa kidogo kama ina wakati mwingine inakuwa kama ina balance, anazungumza tena kwamba hatuhitaji tena, muda umesha kuisha, na badala yake kuna michakato kama miwili au mitatu ambayo Marekani wameifanya. Cha kwanza ni kuituma uh, USS Nimitz ni, ni, ni manake wame tuma ile tunasema ni karia ni, uh, ile meli ambayo ina uwezo wa kubeba mimi kubeba ndege wameituma kutoka katika sehemu, meli ya kijeshi ile ambayo ina uwezo wa kubeba ndege wameituma kutoka katika sehemu ya Marekani, maana yake kuelekea katika sehemu ya, ya Persian Gulf, pamoja kwa na kwamba ni meli ambayo, uh, ni kama imebakisha mwaka tuseme muda wake uweze kuisha kwa sababu actual deadline yake ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka elfu mbili na thelathini ni meli ambayo actually ilitengenezwa mwaka elfu moja ya mia tisa na sabini na tano kwa hiyo imetumika kwa zaidi ya miaka kwa takriban miaka arobaini kwa hivyo actual ipo katika sehemu ya, ya Persian Gulf. na hesabu ya kuipeleka uh, meli hii ni kwa sababu ya umri wake. Kwa hivyo hata kama wa, wa, wa Irani wataipiga wa ikazama ika maanake apata kuwa na asara kubwa katika sehemu ya meli ambayo imeletwa ime, ime, ime, ime katika eneo husika. Lakini vivia ukiachilia mbali hapo, Marekani imefanya move nyingine ya kuhamisha uh, wananchi wake kutoka katika eneo la Israel, mpelekwa meli mpelekwa ndege ili waweze kuondoka. Lakini tunachokifahamu katika ndege ambayo zimepelekwa katika, katika, katika nchi ya Israel bila shaka zimebeba pia sehemu ya silaha na hii ni kutokana na statement ambayo imekuwa ikizungumzwa na baadhi ya magazeti ya nchini Marekani kama ya Washington, uh, Washington Post na mfano wake, kwamba nchi ya Israel ina siku takriban kumi mpaka kumi na mbili. nchi ya Israel ina siku kumi mpaka kumi na mbili ya uwezo wake wa kuweza kupambana na makombora ya nchi ya Iran, kwa maana ya kwamba zile anti missile inaweza kuwa na uwezekano mkubwa zikapungua au zikawaishia na mwisho wa siku kashindwa kupambana na makombora ambayo yatakuwa yanakuja. Kwa hivyo tunashakia kwamba kuja kwa ndege hizi maana yake pia ni kuongeza sehemu ya silaha ndani ya nchi ya Israel, ukiachilia mbali hoja ya kwamba imekuja vivyo kuwachukua raia wake kuweza kuwaondoa. Uh, na kingine ambacho tunaona ni kwamba Marekani wameongeza alert katika upande wa jeshi, katika upande wa uh, vituo vyake vya kijeshi, hasa katika upande wa uh, tunasema ni Indo-Pacific, sehemu zile ambazo maana yake kuanzia India, uh, sehemu ya Vietnam, sehemu ya uh, Bangladesh Philippines, nchi zile kuelekea maeneo ya, ya, ya, ya China sehemu si zote ambazo Marekani ana vituo vya jeshi, ameongeza kidogo alert ya hali ya jeshi, kwa sababu jeshi la Marekani huwa lina signal ambazo zinaashiria kwamba sasa hivi mnaweza mkaenda katika vita au hamwezi kuenda katika vita. Signal ya chini kabisa inaitwa normal, hii ndio hali ya kawaida. Signal inayopanda kidogo wanaita alfa. Hii inakuwa kidogo hali kama ina mashaka kidogo. Signal inayofuatia wanaita bravo, ambayo maanake, ikishafika katika bravo ikafika katika steji ya juu ambayo nitachalie na ikaenda katika steji ya juu inaitwa Delta. Hizi zote steji mbili, steji ya I mean ya tatu na steji ya nne kuja steji ya tano ni steji ambayo inaashiria kwamba Marekani inawezekana wakaingia katika mchakato wa vita. Kwa hivyo kupandishwa kwa alert pia katika sehemu ya majeshi ya Marekani ni kuonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa kinachofuatia hapa mbele patakuwa kuna mgogoro mkubwa wa kivita. Mgogoro ambao actually bado tunautazama na tunatazama kama madhara yake yatakuwa makubwa kwa kiwango gani iwapo utatokea na kukamilika. Jambo la kwanza tunashakia iwapo mgogoro tu utaanza wa mapigano ya moja kwa moja na Marekani yakahusika, cha kwanza itakuwa ni kufunga sehemu ya uh, mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ambao actual, unachangia asilimia ishirini ya nishati yote duniani katika upande wa gesi na mafuta. Kwa hiyo kufungwa kwa mlango wa Hormuz itaashiria kwamba Patatokea shida kubwa ya kiuchumi duniani. Lakini jambo la pili ni upana wa mgogoro kuzingatia kwamba Marekani ana bezi katika sehemu nyingi katika eneo la Mashariki ya Kati. Bezi ambazo tunajua fika iwapo ataingia katika mgogoro huu, Iran hataacha ku katika bezi husika. Ukiachilia mbali kuwepo kwa vikundi kama vya Houthi ambayo tunaamini havitaendelea kushika makubaliano baina yao na Marekani iwao Marekani ataivamia nchi ya uh, Iran, kitu ambacho kitapelekea hali katika sehemu ya Bahari Nyekundu au Bahari ya Sham especially katika sehemu kama za Babu Almandibu ambayo ni sehemu muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya Asia kwenda katika sehemu kaskazini, kaskazini mwa Afrika au kusini mwa Ulaya, hali itakuwa ni mbaya zaidi lakini hiyo, najaribu kuangalia upana wa mgogoro, je, utakavyokuwa, ukiachilia mbali kwamba Iran inaweza kufanya mashambulizi katika sehemu ya bezi zilizoko katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini shida itakuja kuwa kubwa zaidi iwapo watafikiria kufanya mbali na hapo, kwa kuzingatia kwamba uh, ile Udeid base ile base ya Marekani kubwa iliyoko katika eneo la la, la Qatar ndio inasimamia nchi takriban ishirini na moja mpaka ishirini na mbili maanake kuanzia misri ni nchi zote zioko katikati ya katika bara la, la, la sehemu ya arabuni kuelekea mpaka katika sehemu za central asia maanake nchi kama za afghanistan tajikistan uzbekistan uh, pakistan zile bezi zote central komandi yake ni pale sehemu ya, ya qatar je iran watakapo react, watareact katika upande tu wa nchi za, za Arabuni au wathariakti katika bezi zote ambazo ziko chini ya Marekani katika eneo la CENTCOM. Lakini kingine CENTCOM, lakini kingine ni nchi ya Israel. Mara nyingi wakati mwingine wanapokuja kushambulia ndege huo zinakwenda katika sehemu ya Cyprus, katika bezi za Uingereza, bezi ya Akrotiri na Dhakelia. Je, Iran atakapotaka kureact kama atashambuliwa mashambulizi yanafika, hii ni miongoni mwa mambo mengi ambayo tunajaribu kuyatazama na kuona kama rais Donald Trump yote haya anayachukua katika uzito wa kiwango gani, ukizingatia kwamba nafasi yake kuingia katika uraisi lengo lilikuwa ni kuja kuondoa migogoro na sio kuanzisha migogoro. Lakini kinachoendelea mpaka sasa hivi, inaonekana kwamba kwa upande mmoja au mwingine, nchi ya Marekani una uwezekano ikiingia katika mgogoro moja kwa moja bila shaka. Uh, bado tuna muda wa kuendelea kuangalia kile kinachoendelea, tukitaraji kwamba ndani ya masaa ishiinanne yanayokuja un tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hicho. jina langu bor ahkulte inalangu naitmno ni kuombe tu usahau ku kui ku pamoja na nau uwe na mda mwema.